Goma inakabiliwa na hali ya wasiwasi mkubwa. Barabarani maisha yamekuwa magumu, biashara nyingi zimedhoofika, benki zinahudumu kwa shida na dola ya Marekani ambayo hapo awali ilikuwa na thamani kubwa mjini hapo sasa inashuka dhidi ya faranga ya Congo. Mbele ya mashine chache za ATM zinazofanya kazi, misururu ya watu wanaosubiri kutoa pesa ni mirefu mno, ikiashiria mgogoro wa kifedha unaoongezeka. Mwezi mmoja tangu waasi wa M23 kushikilia mji huu, matumaini miongoni mwa wakazi yanazidi kufifia, huku mustakabali wa Goma ukiwa wenye mashaka. Utawala wa umma umesimama katika baadhi ya ofisi za serikali. Sura mpya zimeanza kuonekana, huku hali ya sintofahamu ikitawala miongoni mwa watumishi wa umma. Hawajui iwapo wanapaswa kurejea kazini au kama tayari wameshaondolewa na utawala mpya. Mwanamke huyu anaishi katika hofu akijiuliza mustakabali wa maisha yake na ya watoto wake katika hali hii isiyo na uhakika. makazi zetu washaleta wengine, watu wa kutumika kuplasi yetu. Sasa tuweza tutafanya nini? hatujue kama watoto watafuna nini. nakiliehuzaumtu atakomeasa zote hakuna naki maisha shakuwa nguvu sana. Katika mazingira haya ya sintofahamu, hofu imetawala. Wakazi wengi wanaogopa hali kuzidi kuwa mbaya na kuhofia usalama wao. Licha ya hali hii ya dharura, Kinshasa bado haijachukua hatua yoyote madhubuti. Hakuna mazungumzo rasmi yaliyofanyika kati ya serikali na waasi, na hatima ya Goma bado haijulikani. Mfanyabiashara huyo anasema hali ni mbaya na hana matumaini ya suluhisho la haraka. Hali ni mbaya sana kwa sasa na wananchi wanaishi kwa hofu. Usiku msafara wa wanajeshi ukipita, vijana hukimbia kwa woga. Naweza kuuza bidhaa zangu, lakini nitahifadhi wapi pesa hizo? Majambazi wanaweza kuvamia na kuninyeng'anya kila kitu. Wanajeshi wetu wachache waliobaki hawawezi kudhibiti hali, na wale wanaojiita wazalendo wanavamia nyumba wakipora simu na pesa. Tunangoja uamuzi wa viongozi wetu, lakini mimi binafsi natamani hali ibadilike haraka. Ikiendelea hivi, Goma itakumbwa na janga kubwa. Mwezi mmoja tangu Goma kushikiliwa na M23, wakazi wake wanaendelea kupambana na hali mpya, huku maisha yakiwa magumu na yasiyo na uhakika. Lakini mustakabali wa mji huo bado umezingirwa na maswali mengi yasiyo na majibu, na moja linalowasumbua hasa wengi ni Goma itaendelea kubaki chini ya utawala huu kwa muda gani na kwa gharama gani? Msikilizaji, kama tulivyosikia kwenye ripoti hiyo ikiangazia e, mambo yalivyo tangu kundi hilo la M23 lilipoingia na kuanzisha utawala wake, juhudi za kimataifa zimeendelea kushika kasi lakini hadi sasa bado hazijafua dafu. Waasi hawa wameendelea kuchanja mbuga bila ya upinzani wowote. Rwanda inayotuhumiwa na ulimwengu dhidi ya hatua yake ya kuwasaidia M23 nayo imeendelea kuyakana madai hayo. Na licha ya kuanza kuchukuliwa hatua kama za vikwazo dhidi yake, taifa hilo mesema kamwe halitatishwa na chochote linapokuja suala la kuulinda mipaka na usalama wake. Ni mwezi mmoja sasa, mambo bado ni magumu, wakazi bado wanaangaika, uchumi mbaya na hali ngumu ya kifedha, miongoni mwa mengineyo. Nipo hapa na Josephat Charo. Josephat, tuanzie hapo hali bado ni tete. Umesikia, mm -hmm, ripoti imesomwa hapo na no, Angela Mdungu. mambo bado ni magumu mm -hmm, mwezi mmoja baadaye. Kuna wakati tuliona waasi wa emi ishirini na tatu wakipokelewa kwa bashasha, tukadhani mambo yatabadilika mara moja. Kulikoni? Na unasema kwamba ni mwezi mmoja mm -hmm, watu kumi na mmoja wameuawa leo mm -hmm, baada ya mkutano mkubwa ambao umefanywa na Konenanga huyu mm. ni ule kiongozi wa ule muungano wa AFC ambamo kundi la M23 ama M ishirini na tatu mm. limo ndani. mm. Unajua, inafikia wakati ambapo zile nguvu za kibinadamu zinashindwa, kwa hiyo kunahitajika nguvu nyingine za kiungu. Niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu atuepushe mbali na thakala amen za balaa hili la Kongo Amen. Na juhudi ambazo zinaendelea sasa hivi kujaribu mm -hmm. kutuliza hali ya mambo zinaonekana kabisa zimegonga mwamba mm -hmm. na hali inaendelea kuwa mbaya kwa raia wa Kongo, mm -hmm. hasa mashariki mwa Kongo. mm -hmm. Nimeangalia ule umati ambao ulikuwa umekusanyika kwenye ule mkutano, nikawa najiuliza kama nanga anaweza kuvuta watu wengi namna hii wakajitokeza Itakuaje akisema anakwenda Kinshasa? Nani atamzuia? Nani atamzuia? Kwa hiyo hali ya Kongo kweli lili mm. ni mbayab. na, na, na unaiona wapi nafasi ya kwa ku, kuangazia tu hayo ambayo umeyazungumza mm -hmm. nafasi yake katika e, haya yanayoendelea kwa sasa. Umesema ameweza kuvuta umati mkubwa sana wa watu mm hapo -hmm. tu ni eneo moja la Goma ni la Goma na wameahidi kwamba wanaelekea Kinshasa. Unaiona hiyo njia kama wakianza hivi karibuni, kama kwa mwezi mmoja amefanikiwa kufika hapo alipofika, Goma wameshachukua Bukavu, wamesha chukua Bukavu wamesha, wameshadhibiti. Kwa hiyo unaweza ukaangalia baada ya kipindi cha takriban wiki tatu wiki nne, kitu gani kinaweza ikamzuia kufika Kinshasa? Sikioni, kwa sababu walipoingia Goma na walipokuwa wanasonga mbele kuja Bukavu kuna baadhi ya wanajeshi wa serikali ambao walitimka mbio wakakimbia wakaingia mitini kuwapisha wale jamaa mm. ambao wanaonekana na wana nguvu nyingi Ndiyo. na silaha ambazo ni za kisasa zaidi kuliko zile zao wanazozitumia. Kwa hiyo wamepotea, wameingia mitini, baadhi yao hawajulikani walipo. Hawana mbavu ya kuwazuia hawa wapiganaji, wana nguvu nyingi. Kwa hiyo safari ya kwenda Kinshasa naweza nikaiona kwamba katika kipindi cha wiki kama tatu nne kwa mafanikio ambayo ameweza kuyapata katika eneo la mashariki katika kipindi cha mwezi mmoja sioni kama anaweza kushindwa kufika Kinshasa. Josephat, umezungumzia, huoni kama anashindwa kufika Kinshasa. Kumekuwa na mito. Mm -hmm. tumesikia uh, nadhani ni mkuu wa majeshi kama sije kosea, hivi karibuni akiwatolea wito wanajeshi ambao unawasema walikimbia, mm -hmm. kwa sababu ya kuogopa waasi Mm -hmm. tukasikia mwito wa mkuu wa nchi mm -hmm. akiomba wananchi kujitokeza kujiunga na jeshi la kitaifa mm -hmm. kusaidia, ili waasi wasiendelee kuchukua maeneo. Mm -hmm. hatujui mpaka leo mwitikio ukoje, bado hakuna uhakika. Unaonaje, nini uh, mtizamo wako kwanza, kwenye hii mito ambayo imeendelea kutolewa? Jeshi ni dhaifu, jeshi limezidiwa nguvu, jeshi ni dhaifu, jeshi limezidiwa nguvu. Kweli kabisa, na ile mito inatolewa tu ni kama kauli za kuleta matumaini katika umma wa Kongo mm -hmm. Lakini utekelezaji wake na jinsi watu wanavyoipokea hii mito, sioni kama kuna chochote ambacho kinasogea mbele kwa kweli mm -hmm. Na kwa sababu hiyo, sasa hali inabaki kuwa pale ilipokuwa na inaendelea, inaendelea kuwa mbaya zaidi kila uchao. Na unadhani kuna wakati wanaweza wakarudisha maeneo? Si, sioni uwezekano huo kwa sababu kwa nguvu walizo nazo hawa uh, waasi wa M23 pamoja na wale wengine wanaoshirikiana katika muungano wa AFC, jeshi la serikali, jeshi la Congo halina nguvu hizo za kuweza kukabiliana nao. Tutoke kidogo Kongo kwenyewe twende Rwanda ambayo inashutumiwa kutoka mm -hmm. kila kona kuhusiana na hilo la kuwasaidia waasi wa M23 wenyewe wamesema, ije jua ije mvua hawatakubali kujisalimisha ama kuku. Kwanza wanakataa, pili hmm, wanasema hawatakubali e, kusimama tu inapotokea swala la kulinda mipaka na usalama wao. Vikwazo vimeanza kuwekwa, shinikizo linazidi kuongezeka dhidi ya Rwanda, lakini nayo inazidi kujitutumua. Ipi hatima hii ya vuta ni kuvute? Vuta ni kuvute hii haipeleki pazuri swala zima la Kongo, na hasa mgogoro wa mashariki mwa Kongo hmm. Uh, ile hali ya kwamba tunakosa mwafaka katika ngazi ya kimataifa, uh, ile inazidi kudidimiza yale matumaini ya kuleta utulivu tena, uh, na amani kudumu katika eneo la Mashariki mwa Kongo. Lakini kwa msimamo wa Rwanda, nafikiri ni jambo la kawaida kabisa, kiongozi yoyote yule atasimama ngangari kuilinda nchi yake, kutetea watu wake. Kwa hiyo vikwazo vinakuwa haviwezi kumtisha mtu uh, akaacha kuilinda nchi yake na mipaka ya nchi yake, pamoja na kwamba kuna athari zitakuja, lakini msukumo wa kuilinda nchi na mipaka mm. yake na uhuru wa nchi, nafikiri huo ndio msukumo unaomfanya kiongozi wa nchi na jeshi la nchi uh, kuamka na kusema tuko hapa na hatutukubali. E, Rais Ndayishimiye tumesikia stori kut, eh, taarifa kutoka kwa Burundi, Burundi. Mm. Anasema eh, nyumba ya jirani inapoteketea kwa moto, suluhisho si kujitenga, ila ni kuhakikisha kwamba mnauzima moto mm -hmm. Majirani wa Kongo wanauzima moto. Mnauzima moto, lakini mnauzima vipi moto? Mnatumia mm -hmm. eh, mm -hmm. maji au mnatumia mafuta? Maanake mm -hmm. unaweza kuwa unazima moto kumbe unatumia una mafuta ukidhani ni maji unachochea zaidi una unaochochea zaidi. Kwa hiyo hiyo, hiyo nayo isiwe ni kauli tu ya kuleta matumaini na kujaribu kutuliza lile joto la siasa ambalo lipo, iwe ni kauli kweli ya dhati inayotoka katika moyo wake, na wachukue hatua kweli kusaidia kuuzima huo moto ambao unawaka, kwa sababu unawaka kweli kweli, kidogo tu. Josephat, juhudi za kimataifa zimeendelea na tumesikia hivi karibuni ku, eh, ni jana nadhani kama sijakosea ama juzi ku, juzi kuchaguliwa kwa u, viongozi wapya marais wa zamani wa Afrika, Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo na waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia, Haile Mariam Desalegn. Unadhani kuna mwanga fulani unaweza kujitokeza baada ya yale ya Nairobi na Luanda na Umoja wa Afrika kuonekana kama wameshindwa? Mzozo Kongo umechukua kipindi kirefu sana lili na hizi juhudi zimekuwepo kwa miaka mingi, zinakwenda zinarudi, zinakwenda zinarudi, na hawa nao sasa wanaendeleza yale yale. Nawatakia kila laheri, lakini matumaini ya kwamba wao wataweza kuleta suluhu katika mgogoro wa Kongo, hmm. Hmm. Kila laheri na watakia.